Kutokana na kiangazi kinachoshuhudiwa katika kaunti ya Lamu, mgogoro kati ya wakulima na wafugaji umeibuka. Onyo kali limetolewa kwa wale wanaovunja sheria na kuleta uhasama kati ya pande hizi mbili. Katika maeneo Witu huko Lamu, wakulima wameripoti kuhusu kukosekana kwa usalama, wakilalamikia vitisho kutoka kwa wafugaji. Kwa upande mwingine, wafugaji wanadai kuwa wakulima wamepanda mimea katika maeneo ya kulisha mifugo, jambo ambalo linawafanya wahangaike na rasilimali zao. Mimi kama mama, mama yoyote ndani ya boma anahitaji usalama kitu cha kwanza kabisa mimi nataka usalama wangu, takikutishwa na wafugaji, takikutishwa na wenye ng'ombe. Sina nguvu kuhusu eh, mambo ya wakulima na wafugaji. Ningependa kumhakikishia mama kwamba tutachukua hatua na mimi mwenyewe na timu yangu tutatembea hapa. Kwa hivyo nataka kutoa onyo mtu yeyote ambaye anatoa utovu wa usalama ama kutishia maisha yote ama mali ya mwingine, kwamba itakoma, kwa sababu eh, usaza zetu za usalama ziko gandari na zitachukua wakati eh, wa, itachukua hatua wakati wowote wa ambapo unahitajika. Tuna mpangilio wa kutenga maeneo ya wakulima na maeneo ya wafugaji. Kuna grazing corridors ambazo wakulima wengine wameingia hapo. Kwa hivyo, tukiwa na county commissioner na security team, tutatembelea na tutamark yale maeneo, na ikiwa kuna mkulima hapo, itabidi aondoke.